Katika miaka ya 1970 Amin Dada alikuwa amekitengeneza kikosi chake ndani ya jeshi la Uganda, kikosi kilichomtia ambapo rais wakati huo Milton Obote alifahamu hilo. Hali hii ilichangia mpasuko na kutosikilizana kati ya wili hao, hali iliyopelekea mageuzi ya serikali na jeshi la nchi hiyo mnamo mwaka 1971. Wakati huo Obote alikuwa na njama ya kumkamata Amin kwa makosa kadha wa kadha likiwemo kosa la mauaji, lakini Meja Jenerali Idi Amin akatumia kikosi chake kusitisha jamaa hiyo na baadaye akatawazwa na kutangazwa kama rais wakati Obote alipokuwa amehudhuria kongamano la rasilimali ya umoja kule Singapore. Lakini ni vipi Idi Amin Dada aliinukia kuwa kiongozi ambaye alitambuliwa kote duniani na pia kuogopewa na mataifa mengi kutokana na utawala wake wa kimabavu? Karibu kwenye kurasa za historia ndani ya Pekuzi TV Kenya, nikupe simulizi ukurasa baada mwingine, kuhusu maisha ya Idi Amin Dada, utawala wake wa kimabavu na mwisho wake ulivyokuwa. Mimi ni Enshemela Samuel Ngovilo. Yapo maelezo ya kukinzana yanaeleza alikozaliwa Idi Amin Dada. Baadhi anasema alizaliwa sehemu ambayo iliyoko eneo la jumba la kongamano la kimataifa, International Conference Center ICC. Pia inasemekana kuwa alizaliwa Koboko, babake akiwa jamii ya Kakwa na mamake jamii ya Lugbara. Mwaka wake wa kuzaliwa haujawekwa kisawa sawa kwani nakisiwa kuwa alizaliwa kati ya mwaka 1925 na mwaka 1928. Maisha ya utotoni ya Amin yalikuwa na ugumu na changamoto za kimaisha baada ya kutelekezwa na mamake alipomwacha akiwa mtoto mchanga. Ilibidi akomae kabla wake ya umri wake hukuwa akifanya biashara ya kuuza vitafunio na kufanya kazi zingine ili kupata riziki ya kila siku ili kumwezesha kujikimu kimaisha. Mnamo mwaka 1946, Amin ambaye maisha yake totoni aliishi na kutangamana manajeshi kutokana a na mamake kuolewa na King's African Rifles Clark, alijiunga na kikosi cha jeshi kinachofahamika kwa jina King's African Rifles. Hajabainishwa iwapo alijiunga moja kwa moja kama afisa, huku vyombo vingine vya habari vikidokeza kuwa alianza kama mpishi kabla ya kuwa mwanajeshi. Wakati huu ndipo jina Dada alijiweza kujitokeza, kwani Amina alipenda kutumia jina hili alipokuwa akimwamkwa mtoto wa kike. Kando na kuwa mwanajeshi alipenda kujihusisha na michezo mbalimbali kama vile ndondi, ambapo alinukia na kuibuka na ushindi almaarufu National Heavyweight Champion. Vile vile, alijaribu mbio pamoja na mchezo wa raga. Amin alikuwa mwanajeshi tofauti na wa kipekee, hatua ambayo ilifanya apigani ya kijasiri nchini Kenya wakati wa vuguvugu la maumau katika maeneo ya Kinyuma na Kangema, huku akifanikiwa kuua baadhi ya wabeberu kwenye maeneo hayo. Mwaka wa 1955 alipandishwa cheo na kufanya kuwa sajendi, na baadaye mwaka 1961 akafanywa kuwa kamishna. Wakati wa wizi wa mifugo katika eneo la Karamoja aliongoza kikundi kimoja kama kamanda, jukumua alilokuwa nalo likiwa kukomesha wizi wa mifugo eneo hilo. Taifa la Uganda lilipokuwa likijipatia uhuru, Idi Amin alikuwa baadhi ya wanajeshi waliotengeneza jeshi la Uganda. Baadaye alipewa kuhudumu kama naibu kamanda wa jeshi la taifa, naye Shaban Opolota akiwa kamanda wa jeshi la Uganda. Milton Obote baadaye alimtuma Amin kwenda kusaidia waasi wa Katanga waliokuwa wakipigana na serikali ya Zaire. Katika harakati hizo ilibainika kuwa Idi Amin aliuza dhahabu na shaba alizokuwa amepewa na waasi baada ya kutoa usaidizi. Suala hili lilipelekwa mbele ya bunge la Uganda kwa mjadala, Obote akijitetea na kumtetea Amin na kisha kuwatia mbaroni viongozi wengine waliokuwa kikosini wakati huo akiwa na historia nzuri kwa kufanya kazi kwa ubora. Wakati Obote alitofautiana na kabaka Frediki Mutesa, Id Amin ndiye alikuwa kimbilio. Mnamo Mei ishirini na nne mwaka elfu moja mia tisa sitini na sita Obote alikituma kikosi kikiongozwa na Id Amin kushambulia Lubiri, amri ikiwa ni kumleta kabaka akiwa mzima ama mfu, amri ambayo Amina alifanya kwa weledi wa kipekee alipokuwa akiheshimu amri za Obote. Asiyokijua Obote ilikuwa kwamba Amina alikuwa na njama fiche. Aliendelea kukitengeneza kikosi chake cha jeshi ambacho baadaye kingemsaidia wakati wa kuchukua madaraka na kuingia afisini. Baadhi ya aliowafanya wanajeshi ni wakiwemo sudanis na kongoles. Hii ni sehemu ya kwanza, historia ya Idi Amin Dada. Ili kupata kufahamu kichojiri baada ya kuingia madarakani, mashambulizi yaliyotekeleza kwenye miji na maeneo mbalimbali, pamoja na mwisho wake ulivyokuwa, usikose kuungana nami kwenye sehemu ya pili, ili nikudadavulie kuundani na upana kuhusu utawala wake. Nshemela Samuel Ngovilo, Pekuzi TV Kenya, kurasa za historia kwenye makala simulizi ya Idi Amin Dada.